Ukiwekeza umakini kwenye jambo lifanye, na kama ukijua hapa kuna madhaifu kubali, that's how you take action. Na kama kuna jambo unaweza kujifunza kutoka kwa mababu jifunze, na kama kuna jambo umetafakari kwenye matendo yako na umeona kwamba hili linaweza kuigwa, lifanye ili libaki kuwa somo. Kumbuka, kuna viongozi wengi waliokuja na sera zao wakazitekeleza waka take action. Walipochukua hatua ya kutekeleza zile sera zao, basi hata walipoondoka tunawakumbuka kutokana na hizo sera. Kwa hivyo uwe tayari kuchukua action unapojijengea tabia ya kukaa kimya kwenye vikao. Usiishie tu kusema mimi nitakuwa na nyamaza kabisa kwenye vikao, hapana. Chukua hatua ya kunyamaza na unapojijengea tabia ya faraga, chukua hatua ya kukaa faraga. Kwa hivyo usiishie tu kuongea. Unapojua udhaifu wako, chukua hatua ya kutengeneza na ya kutokulaumu watu.